Baraka, tunafanya nini sasa? Sasa tumeshakusanya kila kitu, nini kinafuata? Ah, tunalitengenezaje hili gari la mashindano Baraka? Unajua mm? Hapana, nani anaweza kutusaidia? Kuna washindanaji wengi walikuwa wanaongelea kuhusu kufanya kazi kwa pamoja kama anaweza kuomba msamaha kwa kujibu vibaya, wanaweza kutusaidia mambo Tumo. Oh, poa. Baraka, naomba kuongea na wewe kidogo. Tumo, ni kuombe msamaha. Kama utojali, hakuna shida We nenda tu, wateja wakija, nitawahudumia. Tumu, naomba unisamehe kwa hayo niliokufanyia wewe na rafiki zako wiki hii. Sasa naelewa kwamba mlikuwa mnanionyesha utu kwa kuniomba tufanye kazi wote kwa pamoja. Naomba unisamehe. Naona kama umebadilika, Baraka haukuwa hivi ndio, yani nilipata ajali kidogo. Hapana, jamani Baraka, namaanisha namna unavyofikiria, sio tu unavyoonekana. Mm, unadhani mpaka siku ya mashindano utakuwa umepona? Sijui, natumaini itakuwa hivyo, lakini bado siku mbili tu mashindano yaanze, na bado mguu wangu umefungwa na nimeanza kutumia magongo leo. Mm, sitaongelea wengine, lakini mimi nitapenda kukusaidia. Kweli? Ndiyo, Baraka. Tunaweza kutengeneza gari poa sana. Unaonaje tukilitengeneza kwa namna ambayo hautakuwa ukikanyaga pedeli kwa miguu yako? Tutengeneze pedeli za kushika kwa mikono ili usiumize miguu yako.